Amna. Basi nalo nihusu, na mimi nikalichukua na mimi nikaendelea kufanyia kazi. Basi kwa hiyo majibu yaliyotolewa na jeshi la polisi kuhusiana na mambo yote haya, anahusiana haya, basi tuwape kama ambavyo ameahidi, katika kujua alikuwepo kwa nyumba gani kama ambavyo metamkwa na vitu vingine vile. Sisemi kwamba jeshi la polisi limepuuza, jeshi la polisi ni wakamilifu, watendea kufanyia kazi, na kama nilivyosema